Hapa tumepata nafasi ya kuwelezwa kuwa binti naye miaka miwili, barua haikwenda, ni mke wako kisheria. Mserereko sisi baba, tunaolewa kwa binti yule, miaka miwili, mi ni nani kwake kule? Hebu rudi rudi hapo hapo kwenye wababa hapo, umesemaje? <laughs> <laughs> alo <laughs> Nasema hivi eh. Hey. <laughs> Mwezeshaji amesema miaka miwili kukaa na binti ya mtu hata kama barua haijaenda kwao, mm. Ni mkeo kisheria, ndio. Miaka miwili, mimi bwana, nimekwenda kwa mwanamke kule kuolewa miaka miwili, ni nani kwake? Ah. <laughs> <laughs> aya, aya, aya, aya. Sasa <laughs> aya, sikilizeni kwanza, naamini wakati anawaambia binti akikaa kwa mwanaume miaka miwili ni, ni mke, kwanza yule binti awe na miaka kumi na nane na kuendelea, asiwe binti mdogo. Hiyo bana, si mnajua, asiwe chini ya miaka kumi na nane Akiwa chini ya miaka kumi na nane, hata kama utakanaye miaka mitano, bado kumetenda kosa la jinai, sawa. Sasa huyo aliyewaambia kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea ni mke, wewe mwanaume uliotoka ukaenda ukaishi na mwanamke au mke au binti zaidi ya miaka ngapi? Kuanzia miaka miwili, na wewe pale unakuwa ni mme wake. <laughs> Jamani, unakuwa ni nani? Kwa sababu sheria iko hivi, wanasema kuishi pamoja sio lazima aje kwako, hata wewe ukienda kwa na mmekaa kwa miaka hiyo miwili, jamii ya pale wametafsiri kwamba nyie ni mme na nini. Bahati nzuri au bahati mbaya, mwanamume aolewi. Umesikia? Mwanamume afanye nini? ila hawa watu wanaoana wanafanya nini? Ah, mwanamke anaolewa kitaratibu zetu sawa, jamani. Kwa hiyo wewe aidha uishi kwake, upanga naye uishi naye kwako, lakini miaka miwili imekatika tayari we ni mume wake. Eh, hebu e, naona anakata rufaa pale, anakata rufaa. Mpeni mike subiri, upewe mike anakata rufaa na mimi akisubiri, kwanza. Akikata rufaa, naitoa kwenye mahakama yangu na mimi naipeleka kwenye mahakama ya High Court. Haya, kata rufaa tuone, niendelee eh. kukubalika kuwa mimi ni mume kwa mke wangu yule. Nashukuru sana, tumekaa pale, tumechuma mali yetu pale, zile mali zile, na mimi si ni haki yangu kupewa katika nafasi atakapotaka kunifukuza. <laughs> Jamani, nilimwambia akikata rufaa na mimi nakata rufaa ase. Anasema ameshinaye zaidi ya miaka miwili pale kwake, kwa binti, wakati ule wamechuma pamoja, akiwa pale pale. Kwa hiyo kwa mfano mimi hapa nije kwa huyu binti, si ni mrembo? Hey, nimeshinaye pale miaka miwili, nyumba ni ya kwake na mi wakati huo naendesha bodaboda, naleta hela pale, mboga mboga na nini, mara tu mfuko wa sementi, anakarabati ile nyumba yake au tumejenga kiwanja kingine pale. Mwaka wa nne ananifukuza, kaambia wewe mzee mzima, kwani ujui kwako? unakaa hapa kwangu unafanya nini? wakati huo labda nimepigika. si ati mwaka huwa tunafukuzwa tukishapigika, tukiwa bado tuko watamu atufukuzi, uongo eh? Sasa ananifukuza sasa yule anauliza katika mazingira hapo na naulu sasa tumekidhi vigezo vya mke na mme. Je, nami naweza nikagawana mali tuliochuma pale pamoja? Ase eh, nimekata rufaa kwako. Masuala ya uamuzi dhidi ya masuala ya ndoa eh, yamewekwa kuanzia mahakama ya mwanzo ambayo eh, mahakama ya mwanzo haibanwi na sheria sana inalenga kutatua migogoro ya wananchi kwenye levo hiyo kulingana na tamaduni walizonazo pamoja, kwa na kwamba tuna presumption ya kuoa chini ya miaka miwili, busara, hata kama mwanamke ndo ameenda kuishi kwa mwanamke huko bado ni kuoana. Kwa hiyo watatakiwa kupata haki kama zile ambazo binti angetoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Ndio hii tunayoisema haki sawa. Si saa hizi kuna haki sawa haki sawa haiwezi ikawa kwa upande wa mwanamke mwana tu, iko sawa kwa watu wote, kwa sababu ukisoma ibara ya kumi na mbili ya katiba inasema wanadamu wote wanastahili heshima iliyo sawa, yani wote ni sawa bila kubaguana. Kwa hiyo kile ambacho ulitaka utendewe ukiwa kwa mwanamume na mwanamume akiwa kwako, vile vile atatakiwa atendewe kama ambavyo sheria ilitakiwa kwenda katika usawa, kwa hiyo ibara ya kumi na mbili ya katiba. Kwa hiyo na yeye hakuolewa bali walioana, ila wamechagua kuishi pale kwa mwanamke ambaye ameamua kuchukua nyumba. Kwa hiyo wakitoka hapo pia watahamia kwingine, hayo ni makubaliano yao wao wenyewe. Asa jamani, amemaliza kwamba na wewe utakuwa na haki ya kugawana, kwa sababu si umewekagwa mkono eh, ila sasa nitoe onyo kitamaduni. Sasa sawa, wanaume msipende kuhamia kule, mmenisikia? <laughs> Huko msipende kuhamia kule, upande wa pili.